Kwamba mnamo tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2025 liliripotiwa tukio la kutekwa nyara kwa binti ambaye anaitwa Shyrose Michael Mabula mwenye umri wa miaka 21, alikuwa ni mwanachuo katika chuo cha uh, Mzumbe eh, chuo kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya, ambaye alikuwa katika kitivo cha sheria na alitekwa na watu wasiofahamika, ambapo tarehe 16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 Kwa hiyo mnamo tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2025 aliwachukua hao wa askari polisi na kwenda nao katika kijiji cha Chalangwa eneo walilokuwa wamepanga kukutana. Askari polisi waliweka mtego kwa ajili ya kumkamata na kumzasa mtu huyu ambaye Websta William Mwantebele ambaye sasa ni mtuhumiwa katika kesi hii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 usimfikie au mkono wa sheria dhidi yake usiendelee kumdhibiti. Ndipo askari baada ya kugundua hilo pia <laughs> waliona uh, na yeye waweze kumdhibiti kwa kupiga kwanza risasi juu wakimwonya asiendelee kukimbia, na hizo risasi hizo pigwa ni zaidi ya risasi tatu na kumtaka asimame, lakini alikaidi na kuendelea kukimbia kuelekea vichakani. Kama mnavyojua, eneo la Chalangwa liko kwenye ma, kuna miti na makazi yako mbali kidogo. Kwa hiyo alikuwa anakimbia ili aweze kujificha kuelekea kwa vichakani, na ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa kwa haraka sana ili kuwafikisha katika hospitali ya wilaya ya Chunya ili waweze kupata matibabu, lakini walipofikishwa pale eh, kwa bahati mbaya ilibainika kuwa tayari wamekwisha kufariki dunia.